Mambo vipi, ewe mtazamaji wetu wa nguvu wa Blue House Dax Media. Karibu mahali ambapo mara nyingi huwa tunachambua zaidi kuhusu habari mbalimbali ambazo zimeweza kuteka na kutrend anga na mitandao mbalimbali ya kijamii ambapo zinazunguka sana. Leo tuko na moja kati ya habari ambayo Kigogo ameweza kuitoa. Mara ya kwanza tuliweza kuona asubuhi majira ya leo Kigogo aliweza kupost picha ambayo ilimuonesha msanii wa muziki wa kizazi kipya Alikiba akiwa na mwanadada ambaye kwa sasa ni kiongozi eh, Joketi Mwangelo huyu. Sasa baada ya basi ile ile ile ile picha picha picha inaweza kuzua sintofahamu, lakini lakini kitu kitu ambacho alikifanya Kigogo Kigogo Kigogo kuandika caption yote na wala watu hawakujua nini nini nia ya ya kuposti ile picha. kwa kwa Kigogo Kigogo mara mara nyingi akipost, basi ujue kuna jambo anataka anataka anataka kulizungumza, lakini hii hali ilikuwa ilikuwa tofauti kwa msanii Alikiba. Baada ya kuposti ile picha mara kwanza hakuongea chochote, ila aliweka tu emoji emoji emoji tatu, ambazo hizo hapo emoji hazina hata maana kubwa, ilikuwa ni emoji kama vile zikionyesha mtu anabusu kitu fulani hivi. Sasa sikujua anataka kumaanisha nini, anataka kumaanisha kwamba Alikiba pamoja na na joketi wana date ama vipi? Hilo hatujui. Lakini tukiachana na hayo yote, baada ya masaa matano mbele ameweza kupost hapa picha tena Kigogo kupitia page yake ya Instagram, ambapo picha hii iliweza kumuonesha msanii huyu wa muziki wa kizazi kipya Alikiba akiwa amevalia suti. Lakini katika upande wa comment section ndipo tulipokuja kujua kwa nini Kigogo alianza kumpost eh, Alikiba kuanzia kwenye posti ya kwanza. Lakini posti ya pili angalau aliweza kuweka caption ndefu kidogo ambayo nitaenda kusomea hapa hapa inasemaje. Hayo yote utasikia ndani ya video hii mi Dax Media kupitia upande wa caption section Kigogo aliweza kuandika eh, caption ambayo ilikuwa inasomeka kama ifuatavyo, mi tanukuu tu: mimi siwezi kuwakashifu na kuwazungumzia vibaya wa Kenya wamenilea kimuziki na kunisapoti sana utofauti wao na Rais Mama Samia sijajua nini chanzo, lakini niwaambie tu kweli kwamba Kenya wamepiga hatua kubwa kimaendeleo na, na hata kidemokrasia pia, wanajielewa sana. Aliweza kuongea hivyo Alikiba. Sasa baada ya Alikiba kuandika hivyo, imeweza kuzua sana sintofahamu kupitia mitandao mbalimbali ya kijamii ikionyesha ni kama vile wana support kinamna fulani hivi wa Kenya ambao mara nyingi wamekuwa kimshtumu Rais Mama Samia, na hili baada ya kuzuiliwa kwa wanaharakati maaktivisti hawa wa, wa siasa kutoka huko nchini Kenya hapa nazungumzia mwanamama Karua ambaye ndo inasemekana kwamba aktivisti pamoja na mwanaharakati ambaye mara nyingi amekuwa akisimama sana huko Kenya kwa ajili ya kulitetea taifa lake. Sasa alipokuja hapa Tanzania aliweza kuzuiliwa, na hii ni baada ya kuingia kutaka kusikiliza kesi ya Tundu Lissu kama observer. Lakini kitu ambacho kiliweza kumsababisha mpaka kuzuiliwa mpaka sasa kizuizini ni ile kauli ambayo aliweza kutoa. Mimi nitamnukuu Stephen Wasira, aliweza kuzungumza na BBC, moja kati ya habari ambazo sema kwamba Karua alishikiliwa na jeshi la polisi baada ya kuongea maneno ambayo yaliweza kuzua sitofahamu. Maana alisema alipoulizwa katika koti pale alipoenda kwa, kutazama kesi ya Tundu Lissu mwenyekiti wa chama cha upinzani Chadema ambayo ilikuwa inaendelea, Karua aliweza kujibu maswali alipoulizwa kwa, kwa kuambiwa amefuata nini aliweza kusema kwa kujitetea kwa pointi mbili. Aliweza kusema kwamba cha kwanza amekuja kama observer, ambayo hiyo haina shida, kusikiliza kesi tu, aliruhusiwa kusikiliza. Lakini baada ya hapo alikuja kujibu kwamba nimekuja kama mteteaji na mwanaharakati eh, wa haki za binadamu wa, wa vyama mbalimbali vya siasa ndani na nje ya mipaka ya Afrika. Kwa hiyo mimi nimetokea Kenya kama mwanaharakati wa Kenya, hivyo nimekuja kuangalia ile sakata linaendaje, na lazima na serikali ya Tanzania inatakiwa wasikilize wanachama wa Chadema na iruhusu chama cha Chadema kuhusika katika kugombea katika uchaguzi huu mkuu eh, ambao unafanyika mwaka huu mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Sasa baada ya hayo yote yameweza kuzoa sitofahamu, ikiwa watu wengi waliweza kushangaa baada ya kusema maneno yale, mwanadada huyu Karua, mwanamama huyu Karua ambaye ni activist na mwanaharakati huko Kenya, ndipo hatua alipokuja kuchukuliwa kwamba na kuipelekwa kizuizini yeye pamoja na wenzake wawili. Japo kuna mpaka sasa hakuna taarifa za wazi kwamba huyu ili sakata lake pamoja na serikali ya Tanzania lendaje. So kufuatia kile ambacho aliweza kukiandika, so kufuatia hicho ambacho aliweza kusema officially Kiba, Kigogo imeonyeshwa kama amefurahishwa nacho na hii ni baada ya kumpost katika peji yake na kumunga mkono kuonesha kwamba msanii huyu ni kama vile ameongea point sana. Lakini katika upande wa comment section watu walivyoweza kucomment kuhusiana na hii kauli ya Likiba aliweza kucomment hivi. Nangoja tusome. Huyu anaanza kusema kwamba msanii wa kwanza TZ kujitambua. Haya, huyu mwingine anaanza kusema kwamba kwa kauli hii sijui kama ataitwa tena kwenye show za chama huyu. <laughs> Haya, huyu mwingine anaanza kusema kwamba kila mtu akili zitamkaa sawa tu amebaki Diamond Platinum na Harmonize. Huyu mwingine anaitwa Mtori akaanza kusema kwamba jamaa limeongea hadi nimelikubali sana. Haya, mwingine anaweza kusema kwamba huyu ndio msanii anayejelewa. Huyu mwingine akaanza kusema kwamba mbona kama anataka mbona kama anataka kuokoka huyu. Mwamba tumzingatie sana uchawa huyu. Haya, mwingine anaweza kusema kwamba king is king tu akamaliza hivyo. Huyu jamaa mwingine anaweza kusema kwamba jamaa amenyoka kwa kweli, afu flash kwa kweli, kwakweli akaflash na image za makofi. Huyu mwingine anaweza kusema kwamba huyu ndo msanii anayejielewa sasa hapa Tanzania. Huyu mwingine anaweza kusema kwamba sahihi kabisa huyu mwingine anaweza kusema kwamba kuanzia leo mimi namsikiliza nyimbo za Alikiba tu, sitaenda kwingine. Haya, huyu mwingine anaweza kusema kwamba tunaenda na pointi au mwisho hatua kujielewa na demo mm hivyo hizo ndo koment baadhi za watu ambao wameweza kukoment kufuatia kile ambacho ameweza kukizungumza. kufuatia kile ambacho habari zetu kila wakati na kila muda. Asante.